Uhaligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo wa wastani unatarajiwa katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, huku hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha bado kuna uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, hususan katika maeneo ya ukanda wa ziwa Viktoria kuelekea magharibi mwa nchi yetu, na hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika maeneo yote ukanda, ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi kuelekea maeneo yanapatikana kusini mwa nchi yetu. Na usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yote yanayozunguka ukanda wa ziwa Victoria, halikadhalika pamoja na mkoa wa Kigoma. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache, na hali hii inatarajiwa pia kuonekana katika maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi ikijumuisha mkoa wa Morogoro halikadhalika na mkoa wa Ruvuma na maeneo mengine liya, ya nchi aliosalia, ndugu mtazamaji, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na yale ya nyanda za juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kati mwa nchi yetu katika mikoa ya Dodoma pamoja na mkoa wa Singida, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, katika ukanda wa ziwa Victoria pamoja na yanapatikana magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na baadhi ya maeneo yanapatikana katika pwani ya bahari ya Hindi, yatarajiwa kuwa na hali ya maengo kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua katika siku nne zijazo. Mkoa wa Dodoma inatarajiwa kuwa na vipindi vya jua na ukavu kwa ujumla. Mkoa wa Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua. Kilimanjaro, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya, vipindi vya mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua vinatarajiwa katika siku nne zinazokuja. Arusha, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Nam kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania, hatuna la ziada, hadi wakati mwingine, asante.